Mambo vipi, mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu, karibu tena kwenye maendelezo ya matukio na habari mbalimbali kutoka sehemu tofauti ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, na tuungane sote, na usisahau kusubscribe ili kupata habari zetu, na habari tuliyonayo mezani kwetu inasema Alliance for Change and Transparency, ACT Wazalendo taarifa kwa umma Maridhiano sasa basi, sasa ni wakati wa mapambano. Mwenyekiti wa chama taifa, ndugu Othman Masoud Othman amesema ACT Wazalendo sasa inaachana rasmi na siasa za maridhiano na kuchukua mkondo wa siasa za mapambano kutokana na ukandamizaji mkubwa wa demokrasia unaofanywa na chama cha mapinduzi CCM na serikali yake. Mwenyekiti ameyasema hayo wakati wakizungumza na viongozi wa chama wa ngazi mbalimbali wa mkoa wa Dar es Salaam katika kongamano lililofanyika kwenye ukumbi wa Haikainde Hichilema, makao makuu ya chama, kongamano ambalo mwenyekiti amewasilisha na kufafanua maazimio ya kikao cha halmashauri kuu ya chama kilichofanyika Februari ishirini na tatu mwaka huu. Amesema ACT Wazalendo ni chama cha upinzani kilichokuwa mstari wa mbele kikiwa na dhamira njema katika kuitikiwa wito wa Rais Samia Suluhu Hassan na mazungumzo ya maridhiano pindi alipoingia madarakani mwaka elfu mbili na ishirini na moja, kwa lengo la kutafuta mageuzi ya kisiasa na kurekebisha hali mbaya ya kisiasa nchini iliyosababishwa na utawala wa CCM chini ya rais Magufuli. Hata hivyo, jitihada zote zilizoshiriki chama ikiwemo kufufua kituo cha demokrasia nchini TCD, kushiriki vikao vya baraza la vyama vya siasa, kushiriki kwenye kikosi kazi cha rais kuhusu demokrasia na kuandaa mapendekezo rasmi ya mageuzi ya kisiasa nchini na kuyawasilisha serikalini, matukio ya jitihada zote hizi yamewekwa pembeni na kuendeleza vitendo vya uvunjaji wa haki na demokrasia katika uchaguzi. Jitihada zote hizi malipo yake yamekuwa ni wizi wa uchaguzi wa serikali za mitaa elfu mbili na ishirini na nne kama ilivyofanyika elfu mbili na kumi na tisa na uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini. Malipo yake yamekuwa ni kutekwa, kupigwa na kuteswa kwa mwenyekiti wetu wa ngome ya vijana ndugu Abduli Nondo. Malipo yake yamekuwa ni kukamatwa wanachama wetu na kuwekwa ndani bila makosa. Sasa tunasema ni wakati wa kubadili mwelekeo wa siasa zetu, ni wakati wa mapambano, amesema mwenyekiti ndugu Othman. Mwenyekiti ameeleza kuwa hivi sasa mifumo ya uchaguzi imevurugwa kwa kiwango ambacho wananchi hawana tena mamlaka ya kuweka madarakani viongozi wao katika ngazi zozote za uongozi nchini jambo ambalo ni hatari, ni kinyume cha katiba ya nchi na haliwezekani kukubalika. tume uchaguzi uliopewa njia ya tume huru haina uhuru, wasitudanganye, hatuna tume huru, amesisitiza mwenyekiti. Mwenyekiti amewataka viongozi wa chama ngazi zote, mkoa wa Dar es Salaam na kote nchini kujiandaa kwa mapambano kwa wakati huu ambapo kamati ya uongozi taifa inaendelea kushauriana juu ya hatua mahususi kali za kuchukua kupambana na ukiukaji wa haki na kulinda demokrasia. Kwa hatua za awali, chama kimesitisha rasmi kushiriki vikao vya baraza la vyama vya siasa ambalo limepoteza maana na uhalali wa kuwa chombo na jukwaa la vyama lenye lengo la kukuza demokrasia nchini, baada yake kimekuwa chombo cha kuhalalisha ukiukaji na haki na ukandamizaji wa demokrasia unaofanywa na serikali ya CCM. Katika hatua nyingine, mwenyekiti amesema katika mapambano ya kulinda demokrasia, kitakayoendeshea chama cha ACT Wazalendo kitashirikiana na vyama vingine makini na vyenye dhamira au ustawi wa kupigania haki, demokrasia na heshima ya wananchi. Viongozi wengine waliohudhuria kwenye kongamano hilo ni mwakamu mwenyekiti bara ndugu Ishaka Mchinjita katibu mkuu ndugu Ado Shaibu, naibu katibu mkuu baraza ndugu Esther Thomas na mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu Leonatus Pamba. Kongamano hili ni hatua ya awali kuelekea uzinduzi wa operation kubwa ya chama cha kupigania na kulinda demokrasia. Imetolewa na shangwe hayo naibu katibu wa habari uenezi na mahusiano na umma ACT Wazalendo jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa ACT wa Zalendo Othman Masud amesema Mwelekeo wa sasa wa chama hicho ni kufanya siasa za mapambano na si laini na nyepesi zisizotoa dira ya kidemokrasia ya kweli. Othmani, ambaye ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, amesema mapambano hayo siyo ya kupigana bali kutafuta mageuzi katika mfumo wa siasa ili kupata demokrasia ya kweli. Mwenyekiti huyo alieleza hayo Jumatano, Machi tarehe kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano wakati akifungua kongamano la viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam lililofanyika makao ya ACT Wazalendo Magomeni, ikiwa ni hatua ya awali za uzinduzi wa operation kubwa ya chama kupigania na kulinda demokrasia. Hata hivyo, Othman alikumbushia namna aliyekuwa makamu mwenyekiti wa CCM bara Abdurrahman Kinana alivyoeleza dhamira ya serikali ya kuhakikisha chaguzi za serikali za mitaa na uchaguzi mkuu zitakuwa huru na haki. Kinana alieleza hayo Machi tano elfu mbili na ishirini na nne alipomwakilisha mwenyekiti wa CCM Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano mkuu wa ACT Wazalendo uliofanyika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Lazima tuseme ukweli, hofu ya viongozi wenzangu wa vyama vya siasa na asasi za kiraia na viongozi wa dini msingi wa hofu yao ni yale yaliyotokea mwaka elfu mbili na kumi na tisa elfu mbili na ishirini naomba ni kiri rais samia ameamua uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne na elfu mbili na ishirini na tano utaachwa ili wapiga kura wafanye uamuzi amesema kinana katika maelezo yake Osman amewaambia viongozi wa act wazalendo mkoa wa dar es salaam kuwa maelezo ya kinana ndiyo ilikuwa kauli ya rais Samia. Aliahidi uchaguzi utakuwa huru na haki. Kama hukuwasikiliza wala hukuamini watu hawa, utakwenda kumwamini nani? Tukumbuke kwamba tulipewa ahadi na matumaini. Ukitoka kwenye shida, mtu akikupa matumaini, hasa mama, utaamini au huamini? akijibiwa na viongozi, utaamini. Kikaja kikosi kazi ACT, tukashiriki kwa namna ya kipekee, tukatoa mawazo kuliko chama kingine tena kwa mwandishi kuhusu reforms za uchaguzi. Pia ACT tulisimamia kwa kiwango kikubwa kutafsiri for ustahimilivu, ustahimilivu kujenga upya mageuzi na maridhiano, amesema Osman mbali na hilo, Osman amesema ACT Wazalendo ilifanya siasa kwa mujibu wa hali ilivyokuwa huko, akinogesha kwa msemo kwamba katika vita haipaswi kutumia nguvu kama halali hapahitaji nguvu. Siasa tulizotoka ni za kuaminishwa kwamba tunakwenda kwenye siasa za maridhiano. Tulifanya kila liwezekanalo katika ngazi zote, ndani na nje. Hakuna kiongozi wa CCM ambaye hakufikiwa kumweleza maridhiano. Tuliamini katika maridhiano na siasa na kistaarabu amesema Osman. Osman amesema licha ya jitihada za ACT Wazalendo kuwa mstari wa mbele kufanikisha maridhiano, lakini chama hicho kiliambulia viongozi wake kukamatwa, kuwekwa ndani na kufunguliwa mashtaka ya uongozi katika mchakato wa uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika Novemba 27 mwaka uliopita. ACT Wazalendo hakipasi kulaumiwa, Osman amesema baada ya kumalizika kwa uchaguzi wa serikali za mitaa vijiji na vitongoji ulioshuhudiwa, sisi mkinyakuwa viti vingi wapo ndani ya chama hicho waliodhani taasisi hiyo haikufanya siasa za mapambano wengi, badala ya kutazama tatizo liko wapi, hata baadhi ya viongozi wetu walianza mchezo wa kulaumiana, amesema Osman. Ndugu zangu, mnaona hata kwenye makundi ya mitandao ya kijamii, badala ya kutafuta adui yupo wapi au tatizo liko, badala yake tunatafutana uchawi ndani yetu wenyewe, tunapotea. Tutazameni tatizo liko wapi, amesema Osman. Makamu huyu amesema katika mapambano haya watashiriki na vyama vya upinzani makini wameshaanza mazungumzo ya awali na kufanikisha lengo hilo.